Ni wazi kuwa Mwenge wa Uhuru umeendelea kuwa kichocheo katika mapambano dhidi ya maadui watatu ambao ni ujinga, maradhi na umasikini. Aidha, mbio za Mwenge wa Uhuru zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya wananchi na taifa kwa jumla, kwani kupitia mbio hizi wananchi wanahamasika kubuni, kuandaa na kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo yenye manufaa kwa jamii na uchumi wa maeneo yao. Kupitia jumbe mbalimbali za Mwenge wa Uhuru, wananchi wamekuwa wakielimishwa namna bora ya kupambana na adui maradhi, ujinga na umaskini sambamba na kuendeleza mapambano dhidi ya vitendo vya dhuluma, rushwa, ubadhirifu wa rasilimali katika jamii yetu, pamoja na mafanikio yaliyokuwa yamepatikana katika miaka sitini tokea kuanza kwa mwenge. Lakini ni wazi kuwa mapambano bado yanaendelea, ndiyo maana mwenge wa uhuru utaendelea kuelimisha na kuhamasisha jamii ya Watanzania kuhusu umuhimu wa kuzingatia lishe bora kwa afya imara kuendeleza mapambano dhidi ya rushwa ambayo ni adui mkubwa wa haki dawa za ka mapambano dhidi ya dawa kulevya, na kuendelea kuitatia jamii ya Tanzania kuendelea mapambano dhidi ya VVU na ukimwi pamoja na maradhi ya malaria. Naomba tushuhudie vijana wetu sita wakimbiza mwenge wa uhuru kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano wakiingia uwanjani na hapo hapo raseni itawaongoza na nyimbo yetu ya sisi tumekwisha uwasha mwenge itaimba.